Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nawaletea sehemu ya kwanza ya kijana Selemani. Selemani anadisia kwamba alitokea kumwamini mwanamke na kumfanya mke wake wa ndani, lakini matokeo, alikuja kumkimbia na kumwacha ndani. Sasa Selemani anakuambia wewe, msikilizaji, usikose kufuatilia mkasa huu kwa kusubscribe na comment, ili ujifunze mkasa mzima kwa kuishi na we mwanamke ambaye unayetegemea kuwa mke. Asanteni sana na karibu pia. Mkasa wetu unaanzia tunamwona kijana Selemani amekuwa kiadisia kwamba amekuwa akiishi na wazazi, lakini wameondoka wakafariki, akaishi peke yake akiwa kujitegemea sana. Sasa siku moja Selemani anadisia kwenda kutafuta kazi, ili angalie kisha atakavyoishi maisha yake, ndio alipofika ndani ya hiyo ofisi ambayo anakuja kuomba kazi. Alipoingia ndani ya hiyo ofisi, alisubiria akimwomba Mungu. Alipofikiliwa sasa, Selemani anadisia kwamba aliingia ndani na kumkuta bosi ambaye ndio wa hiyo ofisi, amekuwa ni rafiki yake ambaye waliyesomanga zamani sana sana huko Selemani alishangaa kumuita jina lake John. John akashangaa akamwambia Selemani, ni wewe? Ndio, Selemani akamwambia ni mimi Selemani. Walikaa pale wakifikiria wakifurahi. Akamwambia siku nyingi sana, rafiki yangu Selemani. Selemani akamwambia ndio, John. Mambo yamekuwa mabaya sana, maisha yangu kama nimepoteza kabisa. John akamwambia Selemani, usiwe na shida rafiki yangu. Basi hapa umekuja umepata kazi katika ofisi yangu na nitakuelekeza namna gani kitakavyofanya na wenzako, ili siku ngapi hivyo ukuje kuanza kazi. Ndio, Selemani akamwambia akamwambia John, asante sana rafiki yangu kipenzi. Ndio John akamuuliza Selemani una mke na watoto? Selemani akamwambia pana John, sijafanikiwa kumpata mke wala watoto kwa sababu ya maisha ni magumu sana. Ndio John amefurahi na kutabasamu akamwambia basi Selemani usijali, ushaingia katika ofisi langu. Ndio John akamwambia basi wewe unasoka elekea nyumbani ili kesho yake ukuje uanze kazi. Selemani akamwambia sawa bosi. Ametoka naenda akiwa mwenye tabasamu na mwenye furaha sana, akimwomba Mungu asante sana kwa maana umeniokoa katika shida zangu. Ndio hiyo siku sasa sasa Selemani alitoka na kuondoka akiwa alikuwa mwenye furaha sana. Kumbe alikuwa na msichana ambaye akimpenda sana, lakini msichana kwa sababu ya uwezo wake akamkataa sana Selemani na kumwambia sio uwezo, ana uwezo wa kumiliki uzuri wake. Ndio alipomfuata kumwambia bibi basi na kuomba unipe muda tuongee. Yule bibi alimwambia Selemani, mimi siwezi nikaongea na wewe mwanaume usiyekuwa na kitu. Selemani alisema du, na kuelekea zake akitokomea, akirudi nyumbani akiwa akifikiria sana wapi atakapoanzia. Lakini akasema siwe shida hivi nishapata kazi, basi nikipata kazi yule Siwezi kuwa na mwanamke kama huu, ndivyo alikuwa akijiuliza ndani ya moyo wake. Sasa siku ilipofika, Seleman amejiandaa na kwenda kwa kazini ambapo atakutana na John rafiki yake. John akamwambia Seleman, twendeni kule nikuoneshe kila shughuli ambayo utakuwa ukifanya wewe. John akamwonesha Seleman. Seleman kisha akamwambia bosi wangu, mimi hapa ni kazini nitakuwa nakuita bosi wangu, lakini tukifika nyumbani kwa wewe ni rafiki yangu. Ndio bosi alipendezwa sana na kauli ya John ya Seleman, akamwambia sawa usijali Seleman. Ndio sasa Seleman siku zimeenda, miaka imesonga mbele kwa bosi wake kazi eh, amekwisha kuwa na jina mjini, mpaka watu wote wakawa wakimwangalia Selemani, wanamsifia. Ndio sasa, yule bibi ambaye alikuwa Selemani kwa akimtaka kimapenzi, kimahusiano, anamfuata Selemani na kumuomba msamaha, akimwambia nataka tuwe na yeye, ila Selemani alichukua ngozi ya unaume na kujivika, akamwambia, hapana, siwezi nikakuwa na wewe mwanamke ambaye anaipenda pesa. Kipindi kile ambacho nimekuwa maskini mimi nikataa, je, hivi nikikosewa, unaona utakuwa na mimi? Ondoka zako hapa. Ndio yule mwanamke akaondoka. Ndio Selemani akajiuliza namna gani atakavyompata mke, ila amekumbuka kwamba Wakati wa zamani huko kijijini, wakati anaishi na wazazi wake, alikuwa na msichana mmoja kwa jina la Susan, wamekuwa ni wapenzi. Alimkumbuka hivyo akasema, ukienda mfuate yule ili nimfanye mke wangu na nimfanye mambo bora zaidi. Na mkumbuke kwamba Selemani wazazi wake wamefariki na kuishi peke yake, hapa ndivyo anakumbuka sasa. Kwa wakati kijijini alikuwa na msichana mmoja kwa jina la Susan wamekuwa kipendana. Selemani alikuwa safari na kuelekea huko kijijini eh, kwa kuona wazazi yake, na huyo Susan. Alipofika walishangaa kuona Selemani, mambo yashakuwa badilika, yani mambo alikuwa moto yani mambo yanimpendeza yani sana wakamchukua binti yao na kumwozesha kwa Selemani. Akamwambia sawa, mpeleke Selemani nipeleka binti yao na kufika ndani ya mjini sasa msikose subscribe na comment ili mfuatilie sehemu ya pili, tufuatilie kipi kilichoendelea. Selemani kumchukua bibiye na kumleta kwake huko mjini, mambo yalivyoendekana. Karibuni sana.